Matokeo haya hayakuwaridhisha watawala hata kidogo licha ya kutumia nguvu kubwa ikiwemo ile ya kijeshi kwa, kutumi, kwa kumtumia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC, Jecha Salum Jecha kuiminya demokrasia isichukue mkondo wake kwa kuyapindua maamuzi halali ya wananchi wa Zanzibar, bado wananchi wa Zanzibar wanda, wanaendelea kuunga mkono na kuwakataa vibaraka waliowekwa madarakani kwa nguvu. Hofu hii ndiyo iliyojengeka katika mioyo ya watawala, wanatishwa na kivuli chao kila uchao. Kwa misingi hii ndiyo mpango wa kumtumia kibaraka Ibrahim Haruna Lipumba ulipopangwa na kufuatiwa na njama na hujuma chafu mbalimbali zinazofanywa mbali dhidi ya CUF. Dalili zinaonyesha kuwa njama hizi zilianza mara baada ya kibaraka Ibrahim Haruna Lipumba kukaribishwa Ikulu mapema mwaka jana. Sikusudii kurudia tena kwa urefu mtiririko wa matokeo yaliyoanzia wakati huo. Lakini kwa ufupi niseme nyote mnakumbuka sinema ya Lipumba iliyoanza mara baada ya zira yake ya Ikulu. Kwanza alitumiwa kutushawishi kushiriki uchaguzi haramu wa marudio wa Machi 20, 2016 huku akiniambia mimi binafsi kuwa nikubali, kwani angalau nitaweza kuendelea kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Kisha akadai ametengua barua yake ya kujiuzulu akavamia mkutano mkuu wa taifa wa chama na kuuvuruga, huku akilindwa na polisi, na hatimaye akatumiwa msajili wa vyama vya siasa ambaye alijipa madaraka na mamlaka asiyokuwa nayo, eti kubatilisha maamuzi halali ya vikao halali vya chama na kulazimisha Lipumba atambuliwe kuwa ni mwenyekiti. Baada ya hapo sinema ikaendelea kwa kuvamia ofisi kuu ya chama Buguruni, Dar es Salaam, kwa msaada wa polisi, kutangaza eti kawatengua viongozi halali wa chama wakati yeye akiwa si mwanachama baada ya kufukuzwa na Baraza Kuu la Uongozi la Taifa la chama, na hatimaye kiroja cha mwisho kuokota watu barabarani na kuwapachika jina la eti ni wajumbe wa baraza kuu la uongozi la taifa na kufanya maamuzi aliyoyaita ya chama. Tokea Jaji Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa, kujipa mamlaka yasiyokuwa nayo ya kutangaza kumtambua kibaraka Ibrahim Lipumba eti kuwa ni mwenyekiti wa CUF hadi hivi sasa, kuna hujuma zilizoambatana na mbinu chafu zilizofanywa dhidi ya CUF na nyingine zinaendelea kufanyika. Baadhi ya hujuma hizo ni pamoja na zifuatazo. Mosi, kwa kutumia vyombo vya dola kumzuia katibu mkuu Maalim Seif Sharifu Hamad kufanya shughuli zake za kisiasa kwa upande wa Tanzania bara, na huku vyombo hivyo hivyo, hivyo nikimlinda kwa nguvu kubwa kibaraka Ibrahim Haruna Lipumba kukihujumu chama. Pili, kwa mashirikiano na vyombo vya dola kibaraka, kibaraka Ibrahim Haruna Lipumba ameteka na kuvamia kwa nguvu ofisi za chama za wilaya mbalimbali mbali nchini chini ya ulinzi wa vyombo vya dola. Leo asubuhi genge lake limevamia ofisi ya kata Vingunguti leo asubuhi hii na kuvunja milango na kufanya kila kitu. Tatu, wizi wa fedha za ruzuku za chama kiasi cha zaidi ya shilingi 369 milioni uliofanikishwa kwa mashirikiano ya pamoja kati ya msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi, hazina lipumba na benki ya NMB nne njama za kujaribu kumwingua katibu mkuu wa CUF kama zilivyobainishwa katika mawasiliano ya siri kati ya msajili wa vyama vya siasa na kibaraka ibrahim haruna lipumba tano bunge kupokea wagombea feki waliopitishwa na baraza kuu feki watu wasio wajumbe ambao waliokotwa barabarani na kumchagua Muhamed Habibu Mnyaa kama mwakilishi wa Kafu katika bunge la Afrika Mashariki, mtu ambaye si tu kuwa hakupitishwa na chama wala jina lake kuwasilishwa katika ofisi za katibu wa bunge na katibu mkuu wa chama kama ambavyo kanuni za bunge zinataka, lakini pia mtu huyu si mwanachama wa chama cha wananchi Kafu tena, kwani alikwisha fukuzwa uwanachama na tawi lake la Mkanyageni kisiwani Pemba. Ndugu zangu wahariri na waandishi wa habari, uchafu huu wote uliofanywa kwa mashirikiano makubwa na dola kupitia mamlaka za umma kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, polisi, hazina na hivi karibuni ofisi ya bunge, unaonekana bado haujafikia lengo kuu ambalo ni kuisambaratisha CUF. Tunaelezwa kuwa lengo kuu hasa ni Maalim Seif Sharif Hamad ambaye inaonekana kuwa mwiba mkali kwa CCM, dhambi yake kuu ikiwa ni kushinda kwa asilimia kubwa ya uchaguzi mkuu wa urais wa Zanzibar mwaka elfu mbili na kumi na tano na pia kule kubakia kwake kwa nguzo kuu ya CUF katika kuendeleza umoja wa wapinzani ukawa ambao unahatarisha nafasi ya CCM katika siasa za Tanzania. Haya tuliarifiwa mapema na tuliyatolea taarifa kwa Watanzania ili wayajue, na yamethibitishwa matamko ya kipuuzi ya kibaraka Ibrahim Haruna Lipumba aliyoyatoa wiki iliyopita. Njama za kuitumia Rita kuhitimisha mpango wao baada ya kuona hawajafanikiwa na CUF imesimama imara kujilinda kupitia hatua za kisheria. Sasa dola imeamuru kukamilisha mpango wake mchafu kwa kutumia wakala wa usajili ufilisi na udhamini Rita tokea kwanza kwa njama ovu na mbinu chafu hizi, moja ya vinavyoonekana vikwazo vikubwa vinavyokwamisha kufanikiwa malengo yake imekuwa ni bodi ya wadhamini ya the Civic United Front CUF chama cha wananchi, ambayo imechukua hatua madhubuti za kukilinda chama kupitia mahakama na taratibu nyingine za kiutawala na kisheria. Sasa njama mpya zinazofanywa ni kukiondosha hiki kinachoonekana kuwa ni kikwazo kwao. Tunazo taarifa zisizo na shaka kuwa kuna shindikizo kubwa la kumtaka afisa mtendaji mkuu wa Rita kusajili wajumbe feki wa, wa bodi ya wadhamini ya kafu kwa kutumia majina yaliyowasilishwa na kibaraka Ibrahim Haruna Lipumba ili kuhujumu majina halali yaliyowasilishwa na kikao halali cha baraza kuu la uongozi la taifa kilichofanyika makao makuu ya chama mjini Zanzibar tarehe 19 Machi 2017. Na nazo habari pia kwamba kesho kuna kikao maalum ambacho hicho ndio, vyovyote vile, kitamtaka huyo afisa mtendaji mkuu wa Rita aweze kuisajili bodi ya Lipumba na Jumane atangaze. Nitoe maelezo mafupi kuhusiana na hili ili liweke vizuri. Kimsingi, bodi ya udhamini ya CUF ilikishwa sajiliwa tokea mwaka 1993, 1993 kwa kufuata taratibu zote zilizoelekezwa na sheria ya wadhamini, yani The Trustees Incorporation Act Cap 318 na hati ya usajili tunayo. Kinachofanyika kila baada ya kipindi fulani ni kuweka sawa kumbukumbu kumbu za bodi hiyo kwa kuwalipia wadhamini na kuingiza kwenye kumbukumbu mabadiliko ya wajumbe kadri yanavyofanyika kwa mujibu wa katiba ya kafu. Kafu kupitia baraza kuu la uongozi la taifa lililochaguliwa kihalali katika mkutano mkuu wa taifa wa mwaka 2014 na kwa kufuata masharti ya ibara 98 ya katiba ya kafu ya mwaka 1992 toleo la 2014, imefanya mabadiliko machache wa wa bodi, ya wajumbe wa bodi ya wadhamini na kuyawasilisha Rita ambapo yalipokelewa na kupatiwa stakabadhi ya malipo yake. Hata hivyo, mara baada ya kuwasilisha mabadiliko hayo machache, kibaraka Ibrahim Lipumba na yeye akatakiwa haraka aende aandaye majina yake na kuafikisha Rita, huku akihakikishiwa kwamba Rita itapewa maelekezo ya nini cha kufanya. Lengo la njama hizi ni kumwezesha kibaraka Lipumba kuwa na bodi ya wadhamini ambayo itatumika kwanza kufuta kesi zote zinazomkabili yeye na genge lake pamoja na msajili wa vyama vya siasa ambaye yuko katika katikati kwenye hujuma hizi zote. Lengo la pili ni kufungua ni kufungua akaunti mpya ya benki na kuwezesha kupatikana kwa, kwa fedha za zuruzuku za chama na mwisho, bodi hiyo mpya kudhibiti ofisi za makao makuu ya chama zilizopo Mtendeni, Zanzibar na kumwondoa katibu mkuu wa chama. Kufikia hatua wa hiyo, watawala wanadhani watakuwa wamejiridhisha kuwa wameweza kuidhibiti kafu, na hofu yao kwa kafu itakuwa imeondoka wanavyojidanganya ni kwamba madai wa Zanzibari juu ya haki yao ya ushindi ulioporwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2015 yatakuwa yameishia hapo na hatua zote zilizofanyika zitakuwa zimekwamishwa, na mwisho, wanajiaminisha kwamba kufikia hapo Watanzania walioiamini CUF kama taasisi imara ya kuwaletea mabadiliko ya kweli watasambaratika. Tunajua kwamba msajili amekuwa aki akiwasiliana na Rita kutia shinikizo kwamba wajumbe feki ndio wasajiliwe. Ni wazi msajili ana maslaha ya ziada katika hili, kwa sababu anahitaji Rita isajili wajumbe feki wa bodi watakaokwenda kumfutia kesi nazomkabili zizofunguliwa na bodi halali ya wadhamini ya chama. Tunasubiri maamuzi ya Rita, tuone kama na wao watageuka kama msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi na kukubali kutumika katika kusajili wajumbe feki wa bodi ya wadhamini. Ujumbe wetu na mwelekeo wetu Ndugu zangu wahariri na waandishi wa habari, CUF ni taasisi imara na imepita katika misukosuko mingi tokea kuasisiwa kwake. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tumevuka salama kote huko tulikotoka. Nawaambia watawala walio nyuma ya hujuma hizi kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na msukosuko huu wa kumtumia kibaraka wenu Ibrahim Lipumba, nao tutavuka salama na tutashinda katika majaribu tunayopitia ya kutaka kuiua demokrasi kwa kuzikandamiza na kuzuia kuziua taasisi za demokrasia Tanzania tokea 2015. Imetiwa moyo sana na ujasiri unaoneshwa na Watanzania katika kukabiliana na njama hizo na kuwapelekea ujumbe wa wazi watawala, tena pasipo na woga, kwamba zile zama za watawala kusema peke yao, kuwatisha na kuwanyamazisha Watanzania, na kutaka matakwa ya mtu mmoja tu ndio yasimame, zimeshapita na hazitarudi tena. Huu ni wakati wa wapenda demokrasia wote na wapenda amani ya Tanzania kusimama pamoja na kuilinda demokrasia yetu na kuzilinda taasisi zetu zinazosima, zinazo, simam, zinazosimamisha demokrasia yetu hiyo. Kinachotafutwa hapa siyo kafu. Kinachotafutwa hapa ni kuua taasisi zetu zinazosimamia demokrasia yetu moja baada ya nyingine. Tukiruhusu kufanikiwa kwa hili, hatutaweza kuzuia mengine. If we we don't hang together we will be hanged separately. Tusiposimama pamoja, tutamalizwa mmoja mmoja.